Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na mafanikio ya msanii Zuchu bwana. Zuchu bwana, kusema ule ukweli ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana sasa hivi hapa town, na kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba bibie amefanya mazito kweli kweli kweli, baada ya watu kumsema sana kwamba bwana ametoa ngoma ambayo haieleweki. Nadhani utakuwa nakumbuka ngoma ya Amanda ilivyotoka awali, watu wengi sana walikuwa walikuwa wanaiponda wakidai kwamba bwana ngoma ile hawaielewi kabisa na kushangaa kwamba Zuchu ametoa mziki wa aina gani ambao uko vice versa is true. Sasa ngoma hiyo ya Amanda kadri ya muda ulivyokuwa unazidi kwenda ni kwamba ikaanza kukech momentum na watu wakaanza kuipenda na mpaka sasa hivi ni moja kati ya track ambazo Zuchu amezifanya na ikapata mafanikio makubwa sana. Lakini pia vilevile vile, eh, lazima ikumbukwe kwamba ikaje ikafanyika remix na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Spice eh, mwanadada ambaye ni moja kati ya malkia wa dancehall duniani eh, bwana Spice alivyokuja kushirikiana na eh, Zuchu katika hii ngoma ya Amanda akatoa remix yake eh, bwana ngoma imekuwa ni kali to the maximum, yani siyo kawaida hata kidogo. Kutokana na hilo basi, moja kwa moja ni kwamba peji mbali mbalimbali, eh, za ndani na nje ya nchi ya Tanzania zikawa zinai support na kuonyesha eh, mafanikio ya hiyo ngoma, na mwisho wa siku huyu eh, Spice akaja kufanya remix, na remix yenyewe pia imetake over, na sasa hivi ni moja kati ya remix ambazo zimefanya historia eh, katika mziki wa Zuchu, katika mziki wa Bongo Flavor hususan kwa upande wa wadada hapa Tanzania. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hapa tukiangalia vizuri eh, katika habari ambazo zimetufikia hii leo ni kwamba bibie Zuchu bwana, tunafahamu kwamba kuna hii Billboard Billboard chart ambapo ni ngoma kali 100 huaga zinaingizwa katika listi katika ngoma kali 100 duniani. Huaga kuna hii top de, top inaitwa countdown ya 100 songs ambazo ni the best duniani. Huaga eh, inatoka almost kila wiki. Sasa hii bwana inaitwa Billboard chart. Na ipo huko Marekani, iko latino e, kwa wa latino kule Mexico e, sehemu kama hizo e, yani nchi ambazo zimeendelea zaidi kimziki, uaga kuna hizo chati ambazo zinatokaga za Billboard. Sasa hii ngoma ya Amanda Remix ambayo amefanya amefanya Zuchu na Spice. E, bwana imeingia katika e, chati hiyo ya Billboard kwa mara ya kwanza kabisa, na mpaka jalida website yenyewe ya Billboard nayo pia wameitaja hii ngoma kama ni moja kati ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri zaidi hapa kuna Billboard kwenye upande wa kategori ya hip hop and, and R&B September Reggae Dancehall Fresh Pick peak, Picks of the Month wameandika hapo, alafu wakamalizia kusema kwamba Sweni Skills Bag, Vibes Cartel, Zuchu, Chronic Law and More ni moja kati ya track ambazo zimefanya vizuri zaidi huko Billboard, kwa hiyo zimeingia katika hiyo chart. Yaani kwa kifupi bwana ni kwamba ngoma ya Zuchu imeingia katika Billboard chart. Ngoma ya bibi ya Zuchu imeingia katika Billboard chart. Na hii ni mara yake ya kwanza kabisa. So hapa bwana ni kwamba kuna page hapa imekuja imeandika kwamba Zuchu named, named by Billboard in September Reggae Dancehall Fresh Picks uh, with her hit Amanda Remix featuring Spice. Yaani kile maanisha kwamba Zuchu ametajwa na jarida la Billboard uh, kwamba kwenye mwezi huu wa Septemba kwenye upande wa Reggae and Dancehall uh, bwana katika nyimbo mpya kabisa ambazo zinafanya vizuri ni hii nyimbo yake ya Amanda Remix ambayo ameshirikiana na Spice. Kwa hiyo hii bwana ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli uh, vimefurahisha watu wengi sana hususan hawa mashabiki wa Zuchu bwana, wamejisikia vizuri mno kuona msanii wao anafanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo mpaka ukipita kwenye website ya jarida hilo la Billboard basi moja kwa moja lazima utakutana na hiyo habari, lakini pia vile vile e, Zuchu mwenyewe pia ametoa shukurani kwa Amanda kutajwa na chati hizo za Billboard. Hapa kuna page imekuja imeandika kwamba baada ya taarifa za wimbo Amanda wa Amanda Remix wa Zuchu, eh, aliyoshirikiana na Spice kutajwa kwenye orodha ya nyimbo zinazo trend huko Billboard Africa, nyota huyo wa mziki nchini Tanzania ameamua kuachia ujumbe wa shukurani kwa mashabiki zake na msanii Spice, eh, kwa kukamilisha kolabo hiyo na kuifanya kuingia eh, kwenye trending tab za Billboard Africa kwa mara ya kwanza. Umeona bwana eh? sasa hapa bwana ni kwamba kwa mujibu wa uh, peji hii hapa ya zuchu mwenyewe ameandika kwamba ameandika hapa kwamba we don't take anything for granted over uh, over here we celebrate everything every blessing today on billboard amanda remix featuring queen spice official in its its own trending and i must say thank you to everyone who supported me and also spice Uh, you are such a queen. I have to write a whole paragraph. Thank you for uh, joining me into this amazing project. Yaani hapo bwana kwa Kiswahili, maana binti amegonga ya yai. E, bwana kwa Kiswahili hapa bwana, maana yake ni kwamba uh, sichukuli chochote kile kiwepesi wepesi, niko hapa kwa ajili ya kushangilia na kusherekea kila kitu ambacho kimetokea ni baraka kwangu leo hii. Billboard Amanda remix imetajwa nikiwa nimeshirikiana na official Spice katika trending, na lazima niseme asante kwa kila mtu ambaye amenisapoti na pia vile vile namshukuru Spice kwa kuwa malkia wa kweli kunisaidia kutengeneza ngoma hii. Natamani niandike hata paragrafu nzima eh, kwa kushukuru, lakini namshukuru kwa, kwa kushirikiana nami katika projekti hii ya kipekee. Nimekutafsiria kama Chat GPT moja kwa moja kwa mujibu wa Zuchu alivyoandika kwa Kiingereza lakini hapa chini akamalizia kusema kwamba thank you Billboard, ah alafu akamalizia hapa hashtag Amanda remix out now enjoy world my God people We are moving no matter how slow but we keep going. Akiwa namaanisha kwamba ameishukuru Billboard, lakini pia vilevile ame promote hapo Amanda kwamba ipo katika platform zote, lakini hapa chini akamalizia kwa kusema kwamba eh, tuna tunasonga mbele japokuwa taratibu taratibu, lakini tunaendelea kwenda ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako hapo chini kuhusiana na mafanikio haya ya Amanda, uh, kutoka kwake Zuchu. Na hii ni, ni remix ambayo amefanya na mwanadada ambaye ni mkali wa Dancehall kutoka Jamaica anaitwa Spice bwana, imepata nafasi kwenda Billboard. Una kipi cha kuzungumza? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. na pia vilevile hakikisha vile, bwana unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.